Sisi Tanzania kama mwanachama wa nchi duniani ambazo zinatekeleza e, ili e, takwa la kuweka wazi e, wa mapato yanayolipwa na kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini a, sekta ya gesi na mafuta, e, malipo yao kwa serikali yawekwe wazi, ndio matakwa ya EITI standard ambayo kimataifa leo inafanyika hapa lakini vilevile vile na serikali kudisclose kile ambacho imepokea kutoka kwenye kampuni hizi. Initiative hii ilianza mwaka elfu mbili na nane na Tanzania mwaka kumi na tano tukatengeneza sheria inaitwa TEITA Act. E, sheria ambayo e, kabla ya hapo ilikuwa kudisclose kampuni imelipa kiasi gani na serikali imepokea hicho kiasi ilikuwa inafanyika kwa ihiari lakini, serikali yetu ikaona ni vyema eh, takwa hili liwe la kisheria. Kwa hiyo iko sheria inaitwa Taita Act 2015 ambayo inataka kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini, sekta ya gesi na mafuta kudisclose kila chote kile chote ambacho wanalipa serikalini na serika, serikali kuconfirm kiasi ilichokipata kutoka kwenye makampuni haya e, tumetoa ripoti ya kumi na nne ya wazi na uwajibikaji ambayo imeonesha Tanzania inaendelea kufanya vizuri kila mwaka kwenye kuboresha eneo hili la uwazi na uwajibikaji na hasa katika uh, kuiweka wazi mikataba iliyoingiwa kwenye sekta ya madini na sekta ya nishati, lakini vilevile kuweza kutambua wamiliki wa makampuni mbalimbali ambayo yanafanya kazi kwenye sekta ya uzidwaji hapa nchini Tanzania. Imekuwa ni kilio cha wananchi wengi kuweza kufahamu juu ya uwazi kwenye sekta hii. Tanzania hivi sasa ni kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana, na ndio maana ilikuwa rahisi kuweza kuvutia mkutano huu kuja kufanyika hapa nchini Tanzania, kwa sababu kutoka ripoti ya kumi na tatu mpaka kumi na nne viwango vimeendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Tafsiri yake ni kwamba katika eneo hili hivi sasa, kama nchi tumejizatiti kuhakikisha kwamba tunaweka taarifa zote wazi, ili wananchi waweze kufahamu kinachoendelea katika sekta hii ya uziduaji. Taasisi hii kidunia ina wanachama hamsini na saba kwa hiyo huu mkutano unawakilisha interest za wanachama hao hamsini na saba na nipende kusema tu kwamba tangu Tanzania ijiunge na taasisi hii mwaka elfu mbili na tisa ukweli ni mara ya kwanza leo hii taasisi imekuja kufanya mkutano wake hapa hapa nchini kwetu.